Ipo kazi nyingine kubwa ambayo imefanywa na mheshimiwa rais na yenyewe ni kuimarisha usafirishaji wa majini. Mikoa hii ya kanda ya ziwa inaguswa na usafirishaji ndani ya ziwa Victoria. Sasa serikali kupitia kampuni ya meli Tanzania Tashco, imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kuimarisha huduma za usafirishaji wa abiria na mizigo katika ziwa Victoria na ziwa Tanganyika na hapa kwa kuwa tupo katika kanda, e, katika, e, kanda ya ziwa nataka niwaambie ndugu zangu wananchi wa kanda ya ziwa kuwa hakuna wakati katika historia ya nchi yetu ambapo serikali ilifanya, iliwahi kufanya uwekezaji mkubwa katika usafiri na usafirishaji katika kanda ya ziwa, katika ziwa Victoria kama serikali ya awamu ya sita. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jana nilikuwa na waandishi wa habari pale Mwanza tumetembelea vivuko, pana vivuko pale vinajengwa kupitia Songoro Marini, vivuko vitano. Kwa hiyo ndugu zangu, boti ama vivuko vinavyojengwa kwanza, vitaleta suluhisho kubwa la usafiri katika kanda ya Ziwa, kwa sababu wananchi wengi wataweza uh, kuwa wanasafiri kutoka sehemu moja. Sasa niliwaambia kuhusu vivuko vinavyotekelezwa katika mkoa wa Mwanza. Uh, serikali inaendelea kutekeleza mradi huu ambao utagarimu shilingi bilioni mia moja thelathini na nane. Tunajenga uh, kivuko cha MV Ukelewe. Jana tulikwenda kukitembelea pamoja na waandishi wa habari. Kazi hii na yenyewe imefika hatua nzuri, iko asilimia tisini na mbili, na kivuko hiki kitakuwa na uwezo wa kubeba abiria mia tatu na thalathini, lakini pia kitakuwa na uwezo wa kubeba mizigo kama tani mia moja na sabini, magari 22 na madogo magari kumi. Tuna kivuko cha MV Bukondo. Kivuko hiki kitakuwa na uwezo wa kubeba tani mia moja za mizigo na abiria mia mbili na chenyewe kazi yake imefika asilimia tisini na mbili. Tunacho kivuko cha MV Kilindoni, hiki ni kipya, kitakuwa na uwezo wa kubeba tani mia moja na ishirini na abiria mia tatu na magari kumi. Kazi ya ujenzi wa kivuko hiki uh, imefika asilimia thelathini na tano. Kivuko kingine kipya kinachoendelea kujengwa ni kile kitakachokuwa kinatoa huduma katika maeneo ya Ijinga Kahangala, na chenyewe tumekitembelea jana, kimefika asilimia 90. Ni kivuko kikubwa kitakuwa na uwezo wa kubeba tani mia moja na uwezo wa kubeba abiria mia mbili. Tumetembelea pia kivuko kingine kinachoendelea kujengwa cha MV Kome 3 kitakacho kwenda kutoa huduma katika maeneo ya Nyakalilo katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa na Kome katika wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza. Eneo hilo tayari lina kivuko cha uh, MV Kome 2 ambacho kinabeba abiria 40 pamoja na, uh, abiria pamoja na abiria wengine pamoja na abiria 120, kinabeba tani 40 na abiria 120 ishi uh, hiki cha MV Kome 3. Sasa hivi ujenzi wake umefikia asilimia 90. Hiki sasa kitabeba E, tani mia moja na sabini na abiria mia nane ni kikubwa sana, pamoja na magari ishirini na mbili. Tunacho kivuko kingine kitakachokuwa kinatoa huduma kati ya Buyagu katika wilaya ya Sengerema na Mbarika katika wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza. Ujenzi wa kivuko hiki umefikia asilimia themanini na moja. Kitakapokamilika kitakuwa na uwezo wa kubeba tani hamsini na abiria mia moja na magari sita. Serikali inapeleka kivuko ili kurahisisha shughuli za uchumi katika maeneo haya. Wote mnajua ziwa Victoria lina vivuko, lina visiwa vingi Naambiwa kuna visiwa hapa takriban 39. Sasa baadhi ya visiwa hivi vinakaliwa na watu na lazima serikali ipeleke huduma huko, lakini tunavyojenga vivuko hivi e, hapa Mwanza tunajenga pia vivuko katika maeneo mengine. Pamoja na vivuko vya Mwanza, tuna vivuko vingine tunavyovijenga kupitia Temesa, ambako serikali imetoa kiasi cha kiasi cha fedha uh, Uh, shilingi bilioni kumi na saba nukta sita tunajenga MV Temesa, MV Musoma, MV Misungwi, MV Nyerere, MV Ujenzi, MV Mara, MV Kome MV tu MV Kilombero, tu MV Kianyabasa, eh? MV Sabasaba, MV Old Ruvuvu, MV Ukara, MV Tanga, MV Kitunda, MV Kazi, MV Magogoni, MV Kilambo, MV Ruhuhu, MV Kilondoni na MV Tangazo. Hizi kazi zote zinafanyika nchi nzima katika maeneo mbalimbali katika uh, kuhakikisha tunarahisisha usafirishaji wa abiria na mizigo katika maeneo ya watanzania wenzetu wanaoishi kwenye maeneo ya visiwa.